Mkutano ulifanyika Moshi, mkutano mkuu uh, ambao wajumbe tuliwasikia wengi mle wanamsifia rais aliyopo madarakani, wanasema wewe mpaka vilabu vikubwa vya Simba na Yanga nikaona viongozi wao wanasema na wengi wanasema eh hey, wakishatamka na hao, si ndio? Mimi nikawa natarajia hizo lawyer hawatatangaza tena uchaguzi. Hey, that's what I, I was waiting. Kwamba baada ya pale wangesema tu tumeshampitisha mgombea mmoja. Sasa wametoaje tena fomu? Wameletaje tena mchakato na hasa hiyo nafasi moja ya urais? If he was really endorsed before the announcements or the pronunciations of, of these election? Yaani kama alisha be endorsed kwa style ile, na ambao ukiangalia kwenye katiba na kanuni tena inapingana, hawapaswi kufanya vile Imekuwaje tena wameleta na hii kalenda ya matukio na nafasi moja ya rais? Kwa hiyo, ile ilichezwa kama siasa zetu zingine za kawaida za nje, maybe. Lakini tunachosema sisi ni kwamba hakukuwa endorsement inafanyika, baada ya mtu kupewa fomu yake ndio anaenda kufanya endorsement. Sasa kama kuna uelewa huu ambao nimeona hata kwenye Twitter mwanamchezo mmoja maarufu na mheshimu sana kaeleza, inaweza kathibitishwa hata kabla huko, sio akichukulia ule mkutano na ile fomu, si ilitembea pale pale ya huyu aliye ndozi? Bwana wewe, wewe, wewe chama cha madaktari Fatma, ah, okay eh, wewe chama, hebu tumalize hapa hapa, alafu akakaa nayo alafu akasubiri hilo, nalo lingetakiwa lisemwe, transparency. Nimekuambia kanuni za utawala bora kuna uwazi kulikuwa na rais mmoja uh, anatoka kijiji kimoja na huyu wakili wangu Masasi huko, mzee Benjamin Mkapa. Hmm? Mwandishi wa habari mwenzetu wa zamani akaja na sera yake ya uwazi na nini, uwazi na ukweli, kuwe na uwazi transparency na truth akaongeza hivyo. Kwa hiyo nilikuwa nasema mimi sitambui ile others, tungeambiwa au angerekebisha kanuni za uchaguzi wakasema ikitokea mtu anapendekezwa kwenye mikutano yao mikuu na nini, basi huyo ndio mwenyewe, lakini wasitangaze tena uchaguzi, watulete tena kwamba kuna uchaguzi na hiyo nafasi kwamba ipo, haikuwa, haikuwa. Mimi nasema kwamba ile ile haikuwa sawa, lakini nayo ilikuwa mtu anafanyiwa kampeni kabla ya uchaguzi, nayo ilikuwa ni nini? Mtu kufanyiwa kampeni kabla ya uchaguzi halafu tusubiri hapa fedha ziingizwe ndani ya account ya TFF kwa njia hiyo, watu wanachukua fomu laki tano laki tano Kuna, kuna so kifupi, uh, uh, Uganu, Israel, tunasubiri na wajumbe wengine wanataka wagombesi wanatoa shilingi ngapi? Kanuni imesema si laki tano kuna laki mbili so forth. Kwa hiyo kwa kifupi, Lugano Israel, kwa sababu nakufahamu, majibu yangu ni hayo, tuchagulie tena watu wake si wa tatu au moja moja, yeah. Si so unatokea wapi na kwa nani? uh,